Sana kwa jina na naitwa Emmanuel Msofe, ni afisa misitu mkuu lakini pia mimi ni mratibu wa kitaifa wa maandalizi ya siku ya misitu duniani. Aa, tumefanya zoezi la, la kupanda miti katika wilaya nne za mkoa wa Njombe ambazo ni Ludewa Makete, Wanging'ombe na leo tumehitimisha hapa katika shule ya Mnyombo hapa katika halmashauri ya Njombe. E, tumepanda takribani miti mia tisa na miti mia mbili ilikuwa ni miti ya kawaida ya kivuli, lakini iliyobaki miti mia saba ni matunda. Aa, na hii ni kwa sababu pia baada ya kuzungumza na uongozi wa mkoa ulisema kwamba mkoa wa Njombe una tatizo la udumavu kwa hivyo tunahisi kwamba tukipanda miti hii, kwa mfano kama maparachichi, itasaidia sana kwenye kuboresha lishe. Sasa kuna mambo muhimu ambayo tumeyafanya. Tumetumia siku hizi za kupanda miti kwenye wilaya zote kama njia mojawapo ya kuhimiza ili wananchi wengi waweze kuhudhuria katika siku ya kilele ambayo itakuwa ni tarehe 21 Machi pale Njombe mjini. Kwa hivyo zoezi hilo limefanikiwa sana, labda tu kwa kifupi niseme kwamba E, katika wilaya ya Ludewa tulipanda kwenye shule inayoitwa Chifu Kidunile na, na ilipandwa miti mia mbili na hamsini lakini pia tulipata fursa ya kuangalia madawati ambayo yametengenezwa kwa kutumia mti wa mlingoti yaani, mkaratusi na pia tuliona mizinga ambayo imetengenezwa pia kwa ajili ya kuwapa wananchi ili waweze kuendeleza shughuli za ufugaji nyuki. Lakini katika wilaya ya Makete tulipanda miti katika katika shule moja hapo hapo ambapo tulipanda miti ya matunda mia, mia moja lakini na shule ya, na miti ya kivuli kama mia moja na katika wilaya Wanging'ombe tulipanda miti mia mbili hamsini e, na shughuli hii iliongozwa pia na mkuu wa wilaya na pia tulipata fursa ya kutembea msitu wa jamii uitwao Nyumbanitu na leo tumehitimisha hapa katika wilaya ya ya mji Njombe ya, ya, katika wilaya ya Njombe ambapo tumepanda miti takribani mia na hamsini, so, na... nianze kwa kauli mbiu. Kauli mbiu ya mwaka huu inasema ongeza e, thamani ya mazao ya misitu e, kwa ajili ya e, matumizi endelevu kwa kizazi cha sasa na kijacho, lakini pia kauli mbiu ya kidunia inasema kwamba misitu na, misitu na chakula. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania E, Kasim Majaliwa Majaliwa na shughuli nzima hii itafanyika katika viwanja vya Sabasaba katika mji wa Njombe. Kwa hivyo tunawahimiza wananchi wote, wote asibaki hata mmoja, wote kuweza kushiriki ili kwa pamoja tuweze kusherekea maadhimisho haya makubwa kabisa ya siku ya misitu duniani.